Kiongozi wa jeshi aliyeongoza mapinduzi ya mwaka 2023, Abdurahman Chiani ameapishwa rasmi kuwa rais wa mpito wa Niger kwa kipindi cha miaka mitano, hatua ambayo imezima matarajio ya jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS ya kurejesha demokrasia kuharaka. Kwa haraka, kwa mujibu wa Mahaman Rufai, katibu mkuu wa serikali, kipindi hicho cha mpito kilianza rasmi siku ya Jumatano. Kipindi cha mpito kitaendelea kwa miezi sitini kuanzia tarehe ya kutangazwa kwake. Hii inaweza kubadilika kulingana na hali ya usalama, mzigo wa mageuzi na ratiba ya shirikisho la mataifa ya Sahel, alisema Rufai. Tchiani, afisa mkongwe wa jeshi, pia alipandishwa cheo na kuwa jenerali wa jeshi, hatua inayodhibiti mamlaka yake tangu alipoongoza mapinduzi yaliyomwondoa rais aliyechaguliwa kidemokrasia Bazoum mwezi Juni mwaka 2023. Kwa kipindi cha mpito kinachotarajiwa kumalizika mwaka 2030, Tchiani atakuwa amehudumu karibu miaka saba madarakani. Hali inayofanana na nchi nyingine zinazoongozwa na tawala za kijeshi kama Mali, Gini na Burkina Faso. Awali jeshi la Niger lilipendekeza kipindi cha mpito cha miaka mitatu, lakini ECOWAS walilikataa pendekezo hilo na kutishia kuingilia kijeshi.